Wakulima sasa hivi wameama, hmm? Uh, imefikia hatua hata mbegu sasa hivi, mbegu za asili sasa hivi hazipatikani, wanalazimika kutumia mbegu za viwandani au mbegu za madukani ambazo zimeshaandaliwa kutokana na uhaba wa mbegu za asili. Lakini pia haitoshi, pembejeo za kilimo zimepanda, zime juu sana, kiasi kwamba wanalazimika kufanya kilimo cha gharama ambacho ndicho tunakimbilia sasa huko kwenye kutumia uh, vitu ambavyo vinakwenda kuathiri kile output, au lile zao ambalo linazalishwa. Lakini mbali pia haitoshi, imefikia hatua basi wakulima wanalazimika kulima kilimo cha kisasa ambacho ndo hichi kinahitaji kemikali nyingi, kuanzia kwenye madawa, sumu za kuua magugu, kila kitu. Kwa mwisho wa siku kinachozalishwa ni kemikali za kutosha, jambo ambalo linaweza likasababisha kuwa na maisha ambayo yana maambukizi mengi sana miaka inayofuata. Kweli tumeingia kwenye steji ya magonjwa mengi, lakini bado tunapoelekea huko mbele ni kubaya zaidi, kwa sababu vyakula tunavyovitumia asilimia kubwa ni vyakula ambavyo mchakato wake unazingatia biashara tu, Siyo vyakula kama vya zamani ambavyo vilikuwa vinaandaliwa kwa njia ya asili. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha mfumo wako wa maisha, basi kama uko sehemu nzuri ambayo inasapoti kilimo, unaweza ukatengeza bustani yako ya mboga nyumbani. Itakusaidia kuepukana na baadhi ya magonjwa yanayoambatana hasa katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.